Yes, mwana sawa sawa digital, muda ni kitu cha muhimu sana lakini pia kila mmoja anatakiwa kuzingatia muda, lakini pia e, kuweza kuweka kipaumbele kwa sababu ya matukio ambayo yanakuwa yanatokea au kile kitu ambacho unakuwa unataka kukifanya kwa muda fulani. So ukichelewa katika muda ambao umejipangia e, huenda kukawa kuna athari mbaya ambazo zinaweza kuto, kutokea kama ni kazi au namna gani vipi. Lakini hii imemkuta e, kijana mmoja. Sasa ni heri kuwahi kuliko kuchelewa lakini kwenye ulimwengu wa ajira kauli mbiu hii imekuwa ya wengi sana, haswa katika dunia ambayo waajiri hulalamika uchelewaji. Vile vile mara nyingi kumekuwa katika usaili huonekana kama ishara ya nidhamu na kujituma kwa kuomba ajira ili kujiongezea nafasi ya kuajiliwa. Lakini hii imekuwa tofauti kwa kijana mmoja huko Marekani ambapo kuwahi kwake kwa dakika 25 baada ya muda rasmi wa usaili kuligeuka kuwa tiketi ya yeye kukosa kazi. Ebana e. Unajua mtu kuna, kuna kwenye, kwenye hasa hizi katika application za kuomba kazi eh, unaweza kuwa umeenda kwenye kampuni fulani kuweza kuomba kazi, so uenda mkawa mmetangaziwa kwamba labda siku fulani ndio kutakuwa kuna uh, maswala mazima ya interview then mkafanya interview na mka pass ukaajiliwa. Kama utafeli utaachwa uta, uta, uta, so kwa mshikaji huyu imekuwa ni kama bahati mbaya yani, yeye alifika dakika 25 kabla ya muda ambao aliambiwa uh, alipoti, na hiyo ikampelekea yeye uh, kuweza kukosa kazi. Sasa, kupitia mtandao eh, wa LinkedIn mmiliki eh, wa kampuni ya, usa, ya, ya usafi mjini Atlanta, Matthew Pretti, aliweka wazi kuwa alikataa kumwajiri kijana huyo kwa sababu alifika mapema mno kwenye usaili wa nafasi ya msaidizi wa ofisi, ambapo alidai kuwa kijana huyo alifika dakika 25 kabla ya muda na kufanya hiyo kuwa moja ya sababu kubwa ya kutomchagua. E, bana we, alifafanua kuwa ingawa kuwahi ni jambo jema, lakini kufika mapema kupita kiasi kunaweza kuashiria kutokuwa na uelewa eh, wa kijamii au kudhani unapaswa kupewa kipaumbele. Vilevile alisema kwamba uwepo wa kijana huyo mapema ulilazimisha aharakishe kazi zake na kumfanya ajisikie eh, kukosa faraga ofisini kwake. Hey, bana we sana hii, lakini pia chapisho hilo liliweza ku, kuibua mjadala mkali mtandaoni, ambapo baadhi ya watu waliyemuunga mkono mwajiri huyo, lakini wengi walimtetea kijana huyo wakisema labda alikuwa anaogopa kuchelewa au hakuwa na usafiri wa uhakika, hivyo kuwahi kwake inapaswa kuonekana kama juhudi na si kosa. Aliandika mtu mmoja kutokea kwenye huko Marekani. Sasa, wengine walienda, walienda mbali zaidi na kusema kwamba wangempatia kazi mara moja kwa kuonyesha namna alivyothamini muda, muda lakini kwa Eh, ambaye ndio mwajiri, mju, eh, ambaye ndio mwajiri wa kampuni hiyo ulikuwa wazi kabisa akisiti, akisisitiza kwamba kuwahi ni vizuri, lakini kuwahi mno kunaweza kugharimu zaidi ya unavyodhani. Hayo ndio alikuwa majibu ya mwajiri huyo. So mshikaji ameweza kukosa kazi mara baada ya kuweza kuwahi dakika 25 kabla ya muda ambao ulikuwa umepangwa kwa watu kuweza ku, eh, kuwasili kwa muda huo. Hivi kibongobongo hii inakuaje? Kwa sababu kwa sisi Watanzania tushazoea kama ishu inafanyika saa nne na nusu e, basi inabidi uambie watu waje saa mbili, kwa sababu ukishawambia waje saa mbili ndo watafika saa nne kamili. Sasa kwa mshikaji huu amewahi dakika ishirini na tano za mwanzo zimempelekea yeye kuweza kukosa kazi. Yapi maoni yako? Kipi ambacho unahisi jamaa kweli kakosea au kapatia? komenti yako itakuwa ni muhimu sana Lakini pia tutajua ni kwa namna gani kwamba e, watu wanakuwa na umakini kwa kiasi gani? Sisi kama Sawa Sawa Digital tunakwambia habari kiganjani mwako.